Kwambia jana leo nitakuwa na safari kidogo. Oyo, safari, <laughs> Kwa hiyo iyo safari nataka nifanye leo. Safari ya kuelekea kule msituni. Ndio, ndio ndio, babu babu babu, kijana, na si unaniagiza wapi?